Billy Pilgrim hawezi kulala kwa sababu anajua viumbe vya kigeni vitakuja kumteka nyara baada ya saa moja. Anajua viumbe vya kigeni vinakuja kwa sababu hajakwama kwa wakati na kumfanya apate matukio bila mpangilio wa matukio. Wakati wa Slaughterhouse 5 ya Kurt Vonnegut, anaruka mbele na nyuma kati ya safari ya utotoni kwenda Grand Canyon, maisha yake kama daktari wa macho mwenye umri wa kati kifungo chake katika bustani ya wanyama ya galaksi nyingi fedheha alizostahimili kama mfungo wa vita na zaidi. Kichwa cha Slaughterhouse 5 na nyenzo zake zilitoka kwa uzoefu wa Vonnegut katika vita vya pili vya dunia. Akiwa mfungo wa kivita, aliishi katika kichinjio cha zamani Dresden, alikokimbilia usalama kwenye kabati la kuhifadhia nyama chini ya ardhi, huku vikosi vya Allied Forces vikishambulia kwa mabomu. Baadaye yeye na wafungwa walipojitokeza walikuta Dresden imebomolewa kabisa. Baada ya vita, Vonnegut alijaribu kupata maana ya tabia ya mwanadamu kwa kusoma kipengele kisicho cha kawaida cha anthropolojia: maumbo ya hadithi ambayo alisisitiza yalikuwa ya kuvutia tu kama maumbo ya sufuria au mikuki. Ili kupata umbo, alichora bahati ya mhusika mkuu kutoka mwanzo hadi mwisho wa hadithi. Mikondo ya zeni aliyounda ilifichua aina za kawaida za hadithi za kizimwi na mitholojia ambazo ni mwangwi katika tamaduni nyingi, lakini umbo hili linaweza kuwa ni ya kuvutia zaidi ya yote. Katika hadithi kama hii, haiwezekani kutofautisha bahati nzuri ya mhusika na mbaya. Vonnegut alifikiri hadithi ya aina hii ndiyo ya kweli zaidi kwa maisha halisi, ambapo sisi sote ni wahasiriwa wa mfululizo wa ajali tusiyoweza kutabiri jinsi matukio yatatuathiri alipata safu nadhifu za kuridhisha za hadithi nyingi kupingana na ukweli huu na kaanza kuchunguza utata kati ya bahati nzuri na mbaya katika kazi yake mwenyewe. Wakati Vonnegut alitupilia mbali bahati za wazi, pia aliachana na mpangilio wa moja kwa moja wa matukio. Badala ya kuendelea kwa utaratibu kutoka mwanzo hadi mwisho, katika hadithi zake nyakati zote zilizopita, za sasa na zijazo zimekuwepo daima, zitakuwepo. Tralfamadorians viumbe wa kigeni ambao hupatikana katika vitabu vyake wanaona nyakati zote kwa wakati moja. Wao wanaweza kuona mahali ambapo kila nyota imekuwa na inakoenda hivi kwamba mbingu zimejaa tambi isiyoonekana sana yenye kung'aa. Lakini ingawa wanaweza kuona wakati wote, hawajaribu kubadilisha mwendo wa matukio. Wakati Tralfamadorians wanaweza kuwa na amani na ukosefu wow, wao wa wakala, wahusika wa kibinadamu wa Vonnegut bado wanaizoea katika The Sirens of Titan wanapotafuta maana ya maisha katika bingu, hawapati kitu ila ujinga, uigizaji duni na kifo bila maana. Kisha kutoka ndani mwa Chronosynclastic Infundibulum mwanamume na mbwa wake wanaona wakati ujao wenye uharibifu kwa wenzao wa kidunia, lakini hawawezi kubadilisha mkondo wa matukio. ingawa hakuna majibu rahisi hatimaye wanakata kauli kwamba kusudi la maisha ni kumpenda yeyote aliye karibu ili kupendwa. Katika Cat's Cradle wahusika wa Vonnegut wanageukia chanzo tofauti cha maana: Bokonism, dini yenye msingi wa uongo usio na madhara, ambao wafuasi wake wote wanautambua kuwa uongo. Ingawa wanafahamu uongo wa Bokonism, wanaishi maisha yao kwa kanuni hizi hata hivyo, na wanakuza tumaini la kweli wanajiunga katika vikundi vya karasis ambavyo vinajumuisha watu ambao tunapata kwa kibahati, lakini tunashikamana nao kwa hiari, tukiwa tumehusishwa kiulimwengu katika kusudi moja. Hawa hawapaswi kuchanganywa na granfalloons, vikundi vya watu wanaoteua muhimu kwa mahusiano yasiyo na maana, kama vile ulikokulia, vyama vya kisiasa na hata mataifa yote. Ingawa alikuwa na mtazamo usio na tumaini wa hali ya binadamu, Vonnegut aliamini sote tuko hapa kusaidiana kupitia jambo hili chochote kiwe. Tunaweza kuchoka na kukata tamaa, ila Vonnegut aliingilia tathmini zake kali kwa zaidi ya vipande vichache vya tumaini. Ubinafsi wake wa kubuniwa Kilgore Trout alitoa mfano huu: chacho mbili ziliketi zikijadili makusudi yanayoweza kuwa ya maisha walipokuwa wakila sukari na kushikwa na kinyesi chao wenyewe kwa sababu ya akili zao chache hawakukaribia kamwe kukisia kwamba walikuwa wakitengeneza shampeni. Licha ya msisitizo wake kwamba sote tuko hapa kuzunguka, licha ya wasiwasi wake mkubwa juu ya mkondo wa maisha ya mwanadamu, Vonnegut pia aliendeleza uwezekano, ingawa ni mdogo, kwamba tunaweza kuishia kutengeneza kitu kizuri. Na ikiwa hiyo sio nzuri nini, nini? ni ikiwa unafurahia kujifunza kuhusu historia, jisajili kwa kituo hiki kwa sababu masomo ya jana yanaweza kutusaidia kukabiliana na changamoto za leo.